Shalom, shalom, mwana wa Mungu nakusalimu katika jina la Yesu Kristo. uh, Mungu wa mbinguni akubariki sana, unayofuatilia unayefuatilia chaneli hii ya Uamsho wa Kanisa TV, na kama bado hujasubscribe tafadhali subscribe ili usipitwe na mahubiri haya, uwe wa kwanza pia kuyapata mahubiri hayo. Tunayoyaleta ni mahubiri ya utakatifu kwa ajili ya kuandaa bibi harusi wa Kristo. uh, Injili ya ya ufalme ni siri. Injili ya ufalme ni ni siri siri wanafunuliwa wana wa Mungu tu. Injili ya ufalme ni siri na wanafunuliwa wana wa Mungu tu. Ukisoma uh, kitabu cha Luka sura ya kumi, Yesu alikuwa na wanafunzi wengi sana kuanzia mstari wa kwanza hadi kafika wakati akawatuma hadi wawili wawili wamtangulia waende waende mahali ambako alitarajia mwenyewe kwenda, walikuwa wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini jambo la ajabu sana lilokuja kutokea Maandiko yanatuambia ukisoma kitabu cha Yohana sura ya sita kuanzia mstari wa sitini na sita Biblia inasema wengi miongoni mwao walirudi nyuma wasiandamane naye tena. Waliporudi nyuma wasiandamane naye tena, Bwana wetu Yesu Kristo hakutetereka wala haku haku haku hakurudi nyuma wala hakuvunjwa moyo. Kwa nini hakuvunjwa moyo? Tunapata jawabu alipowageukia wale waliobaki tena shara akawambia na ninyi je, mnataka kuondoka? Wakasema twende wapi Bwana, wakati kwako kuna maneno ya uzima. Lakini akawaambiaje? Akasema nimewachagua ninyi mitume, nimewachagua ninyi tenashara, na mmoja wenu ni shetani. Ukisoma kitabu hicho ambacho nakwambia ni cha Yohana sura yake ni ya sita Aa, na mstari wake ni wa sitini na sita. Yesu anasema nimewachagua ninyi lakini na mmoja wenu ni shetani. Nataka nikwambie jinsi ambavyo aa, uh, Injili ya ufalme ni siri, ni siri wanafunuliwa wana wa Mungu walio tayari kabisa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Angalia anachokisema hapa mwana wa Mungu. Anasemaje katika kitabu cha Yohana sura ya sita na ule mstari ni wa sitini na sita. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwao, wengi miongoni mwa, mwa wanafunzi wake wakalejea nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale tena shara, Je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki. Huyo ni nani? Petro. Nasi tumejua ya kuwa wewe ndiwe Mtakatifu wa Mungu. Yesu akajibu, Je, mimi sikuwachagua ninyi tena shara, na mmoja wenu ni shetani? Alimnena Yuda mwana wa Simoni Iskarioti maana huyo ndiye atakayemsaliti na yeye ni mmoja wapo wa wale tena shala. Hebu jiulize, Yesu alikuwa na wanafunzi wengi, lakini miongoni mpia mwa wale wanafunzi mitume wale 12 na mmoja wao alikuwa ni shetani. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ni ibilisi. Sasa utaona kitabu cha Luka 14, kuanzia mstari wa 25. Makutano mengi walipofuatana naye, aligeuka nyuma, akawaambia mtu yote kitaka kunifuate mimi, ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake. Kwa nini? Alianza kuniambia, alianza kuambia makutano. Asema asema mtu yoyote asiyemchukia baba yake, mama yake, si mke wake, sina nini, hata nafsi yake, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Bwana wetu Yesu kisa sifiwe. Ni nini hapa tunaona? Yesu alipokuwa akisema hayo, alikuwa anamaanisha kitu kinaitwa gharama ya wanafunzi. Nisaidie kusema gharama ya wanafunzi. Sema gharama ya wanafunzi. Kuna gharama ya wanafunzi. Ndio maana watu wengi walipungua. Acha nikupe mfano wa kidunia. Shule unazoziona za kidunia leo, kwa mfano shule hapa za Tanzania, ziko shule ambazo zinaitwa private schools. Hizi shule wanatairi watoto wa wanafunzi wao kwa kufuata vigezo vya performance. Lakini wakisha fuata vigezo vya performance, kuna ada elekezi ambao wanaiweka pale. Labda shule yetu kwa mwaka milioni tatu. Shule zingine hadi milioni tano, zingine hadi milioni saba, zingine zaidi ya milioni saba kuendelea huko juu. Sasa kigezo cha gharama ndicho kinachowagrupu wazazi. Lakini achana kigezo cha gharama, kuna kigezo cha performance. Ufaulu pia, unaweza kuwa na hela usi, usiingie mwenyewe shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli unajua kuna watu wanatamani sana kuingia kwenye maisha utakatifu. Wanatamani kuwa wanafunzi wa Kristo. Lakini kigezo cha gharama wanaweza? Hawawezi. Ndio wale Biblia inasema wengi watataka hawataweza. Kasome Luka 13:24. Hawataweza. Ndio maana kuta kuna kigezo cha gharama. Lakini kuna kigezo cha ufaulu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sasa shule shule yetu, ambao mwalimu wetu mkuu ni Yesu Kristo, inahitaji wanafunzi walio walio clean, walio clean nini? Ambao hawajabeba baba, hawajabeba mama, hawajabeba mke, hawajabeba dhebu, hawajabeba dini, hawajabeba kitu chochote. Ndicho hicho ambacho Kristo anakitaka. Bwana Yesu Kristo asifiwe ambao hawajabeba kitu chochote, naongea na mtu Hi, huyo. Hao ndo wanafunzi wanaowataka, wanafunzi wanaowataka Yesu ambaye ni mwalimu wetu mkuu, ni wale walio hesabu gharama, wako tayari kulipa ada kwa mwaka, tena hiyo ada inalipwa kila siku, wako tayari kulipa kwa kwa maombi yao kwa kumsifu na kumwabudu, wako tayari kulipa ada kila siku. Asiyejitwika msalaba wake hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ndio kwambia Injili ya ufalme ni siri imefichwa e kwa wana. Ndio maana Yesu akashangilia katika roho. Anasema Baba, ninakushukuru kwa sababu mambo hayo umeficha wenye hekima na akili za dunia hii. Ukawafunulia watoto wachanga maana ndivyo vilivyokupendeza. Ndivyo vilivyokupendeza Baba. Ukaficha wenye akili za dunia, ukaficha wasomi, ukaficha wenye vyeo, ukaficha marais na wafalme wa dunia, ukawafunulia wakina sisi. <laughs> ah, ukawafunulia wale ambao eh e, ni, ni, ni wa kawaida tena, wenda hawana position hata kwenye jamii, wenda hata jamii haiwajui, wenda hata wajulikana majina. Hao ndio Mungu akawafunulia kwa, kwa sababu ndivyo ilivyompendeza. Na Yakobo akaelezaje? Akasema ya Mungu aliwafanya masikini wa dunia hii ndio we matajiri wa imani. Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe, sema amen. Aa, sasa ninachokiongelea ni kwamba wanafunzi walio tayari kusoma mafundisho yake kila siku wanafunzi walio tayari walio tayari kufanya nini? Kuchukiwa, wanalipa ada. Wanafunzi walio tayari kufanya nini? Kutengwa na wazazi wao, kutengwa na ndugu zao, kutengwa makazi. Wanafunzi walio tayari nini? Kukataliwa. Wanafunzi walio tayari nini? Kubezwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kubezwa nini na dunia, kubezwa nini na watu wa karibu, kuchukiwa na nini hata na mabosi wao kazi. Wako tayari kulipa nini gharama? Ndio maana nakwambia injili ya ufalme ni siri ni siri kabisa. Ndio maana ukisoma ukisoma Mathayo 12 13 kuanzia msali wa 14 na wa 16 Bibi, nasemaje? Ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Ninyi mmejaliwa. Kwa nini wasema nao kwa mfano? Kwa nini waongea nao kwa mifano? Akamwambia, sikilizeni, kuna watu waliojaliwa kuzijua siri, wengine hawajajaliwa, watapinga tu, hatutamwambia kweli, hata kuelewa, hata kupinga. msali wa 14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 Mmoja ni siri kwa sababu mmoja, ujumbe wa mbinguni ni njia nyembamba mno. Ujumbe wa mbinguni ni njia nyembamba mno. Haya, angalia sasa makongamano, angalia makongamano ya kinabii, angalia maelfu na, na maelfu ya watu. Yani unaweza ukashuka sema, na maana neno la Mungu linadanganya. Mbona bibi nasema kwamba ni njia nyembamba mbona tunaona makongamano manabii na mitume, unakuta metisha watu elfu, elfu tano, elfu sita, elfu saba, anagawa keki Eh, anawakanyagisha ana, ana, ana, ana, mafuta akili ya kuambiwa changanya na yako. Tunaambiwa Injili ya Ufalme Wazian, ni nini? Ni njia nyembamba. Mathayo saba, kumi na tatu kumi na tatu na kumi na nne ni njia nyembamba, watu wengi hawatapita. Bibi nasema hawatapita. Kwa nini? Wengi wanaogopa dhiki, wengi wanaogopa kuchukiwa, wengi wanaogopa shida Kile kile, wanachoki, kile wanachokishadidia watu wengi sikiliza, kile wanachokishabikia watu wengi wa muda mwingine, kina majuto mbele, kina majuto mbele. Kwa nini wengi wanakishadidia hivyo? Nisikilize, mwana wa Mungu, angalia kile ambacho wengi sana hawakipendi. Hebu kichunguze na ukitafakari, kwa nini hawakipendi, huenda kina watu wengi wanapenda njia za mikato. Watu wengi wanapenda kute kanisa zuri, kanisa limejengwa lina malumalu akitana, kanisa kama hili ah, lina miti akamwambia, hakuna upako hapa, hakuna Mungu hapa. Anataka kutena kanisa limejengwa lina mabloko, lina malumalu malu, lina nini, anasema hapa ndo kuna Mungu. Usione vya elea <laughs> vimeundwa. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana apewe sifa. Ndio maana ukisema ukisoma Luka 13:24 Biblia inasema wengi watataka lakini hawataweza. Jambo la pili, kwa nini ni siri? Kwa sababu jumbe wa mbinguni ni kwa wenye hekima ndio wanaoelewa. Danieli 12 mstari wa 10. Biblia inasema wapumbavu hawataelewa hata mmoja, bali wenye hekima wataelewa. Wenye hekima ndio watakaoelewa, ila wapumbavu hawataelewa. Wenye hekima watafanya nini? Wataelewa, wapumbavu hawataelewa. Ndio maana nikisoma Mathayo 25 wazia tusali wa kwanza mpaka wa 10 utaangalia kwa habari ya wanawali. Wanawali wapumbavu na wanawali wenye hekima. Wote walikuwa ni wanawali. Wote walikuwa ni kanisa dogo state, kanisa dogo linalosikiza neno la ufalme. Ndio maana akasema wanawali kumi. Yaani, ni wote ni mabikira, wote ambao wako tayari kuolewa, wote wana vigezo vyote vya kuolewa. Wote. Wote wana vigezo. Siongelei kanisa mchanganyiko. Siongelei kanisa, naongelea na kanisa ambalo linahubiri utakatifu kama la kwako wewe unayenisikiliza, huenda linahubiri utakatifu, lakini naongelea hilo kanisa. Lakini pamoja na uchache huo, lakini kuna wenye hekima na wasio na hekima. Ndio maana bibi nasema kuna mambo yalifichwa, yalifichwa kwa ajili ya wana angalia wapumbavu, ha walikuwa naenda, walijulikana mwishoni kwa ni wapumbavu mwishoni lakini mwanzoni watu walikuwa waleone, walionekana wenye hekima, wanaenda kanisani wote, wanabeba na Biblia, wanaimba na kwaya, wote. Lakini upumbavu na hekima likuja kujulikana mwishoni. Ndio maana leo tunaweza tukabezana, tukatukanana, tukafanya nini? Lakini upumbavu na hekima vyote vitajulikana mwishoni. Kule ndio upumbavu na hekima vitajulikana. Ndipo ambapo mtu atakuja kujua, "Eh, hey, kumbe nilikuwa sijui." Kwa sababu anasema, "Ndipo utajua kumba, utajua kwamba hujui." Kumbe kuna kujua kwamba hujui. Wanaweza sasa nayo yatafahamika mwishoni. Wewe endelea, haina shida, wewe msitubirie mahubiri hayo hayo, ni mahubiri ya, ya, kizamani, si ni na nini? Ujinga au pumbavu na hekima vinajulikanaga mwishoni. Ndio maana utaona hawa walifuata mifumo yao ya kidini, wapumbavu wale, walifuata wengi, wape wanavaki dunia. Ehe, wanafanya nini? wanafanya nini? naona no, walikuwa wanafanya na viduku, wananyoa, wanafuata makundi wanapenda mahubiri yale ya, ya, ya lea, mipasho mipasho. Kwa hiyo hawakupenda, lakini ni bibi harusi, angalia, wamekwenda na taa, hawakubeba mafuta. Bwana Yesu asiweza, lakini wa, na sauti ya kwenda binguni alisikia. Jambo tunaliona hapa ni kuchelewa, kwa sababu walipoambiwa wakatafute mafuta walienda kuyapata, lakini walikuwa wamefanya nini? Wamechelewa. Bwana Yesu asiweza. Kwa hiyo njeni nyembamba na ni kwa ajili ya wenye hekima ndio watakuelewa. Lakini jambo la tatu, kwa nini siri ujumbe wa mbinguni ni watu wa watu wachache tu? Ah, mtumishi, ni kwa nini Biblia ndio inasema mlango wa kwenda mbinguni ni mwembamba na nje ndao mbinguni imesongwa sana, wapiti wengi hasa kama imesongwa ah? Ndio maana neno la Mungu ni siri, limefichwa. Utasoma asubuhi, mchana, jioni, hautaelewa na hata akikuletea Filipo unamkataa Filipo, anakuja unamkataa, una unapoona uh, mahubiri kama haya unapitisha, una mbali, ila siasa unaiangalia na udaku na nini unaangalia. Unapokuja mahubiri ya utakatifu, anahubiri nani? ha, ah sawa, weki, na bwana, ah mchungaji, kwanza kamera sawa, kamera eleweki, tunatumia simu kama ieleweki, na hela unazo nunua kamera bwana. Wewe mtumishi wa Bwana wewe mtumishi wa Bwana, unasema ni wachache? Ndio, Biblia inasema ni wachache. Kasome kitabu cha Mathayo Mathayo 7 kuanzia mstari wa 13. Ndio maana inafichwa. Biblia inasema, "Waionao hiyo njia, waionao. Kuna waionao na kuitembea." Biblia inasema, "Waionao ni wachache." Sasa kama waionao ni wachache, je, wanaotembea ni wachache zaidi? Ndio maana tunaona mitume alibaki 11. Walikuwa zaidi ya sabini. Wanafunzi wa Kristo walikuwa zaidi ya sabini. Mitume wenyewe walikuwa kumi na mbili akabaki kumi na moja Namba ndogo sana, watu ambao Yesu aliwalisha chakula zaidi ya 5000, lakini angalia, wakati ameondoka, ameacha watu kama mia na ishirini wengi sana wakutaka. Angalia na huduma ya Yesu ilivyokuwa, angalia alivyoponya wagonjwa, angalia mahubiri kwa hubiri, mahubiri yenye moto, mpaka wanashangaa sema, hajanena mtu kamwe kama huyu, lakini bado hataki kumwamini. Anasema hawezi mtu kufunga, hawezi mtu mwenye pepo kufungua, kufumbua mtu macho ya vipofu, hatujawahi kusikia hapo. Lakini bado hataki kumwamini pamoja na miujiza mikubwa hiyo. Njia ni nyembamba mno. Lakini pia jambo la nne, ujumbe wa ufalme ni kwa ajili ya watoto, ni kwa ajili ya watoto, watoto wanyenyekevu wa moyo, walio tayari kujinyenyekesha na kujifunza. Ukisoma Mathayo 11 kuanzia mstari wa 25 mpaka 26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 uwezo kaingia katika ufano wa mbinguni, akaanza kukataa. Awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba? Awezaje mtu a, a, mtu mzee kama mimi aingie ndani kwenye tumbo la mama yake tena zaliwe mara pili? Akutaka awe kiumbe kingine ambacho akijai kuishi tena awe kiumbe ambacho akijai kuzaliwa tena azaliwe kwa mara nyingine. Kilichozaliwa na roho kiwe roho na kilichozaliwa na mwili kiwe mwili. Ndio maana nasema, Paulo anasema hata hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo yakale yamepita ya kale. Mimi na maanake, hakuwa na hakuwahi kuwa na wazazi, huyo mtu, hakuwahi kuwa na ndugu huyo mtu. Mtu anakuwa na maisha mapya tofauti na maisha yale mengine. Nakuuliza, umezaliwa mara yapi? Ndo ujue kwamba, kwa nini Injili ni siri? Kwa nini Injili ya ufalme ni siri? Ni siri, sio bejaliwa, watoto wadogo. Ndo maana pendu lipize kisasa, wakikuchukiza nataka kulipize kisasa. Kwa nini wewe sio mtoto? Akawapa uwezo wa kufanyika wa kufanyika watoto wa Mungu, wananyenyekea ni wapole, hawataki kulipa baya kwa baya. Ukimkorofisha, nakwambia basi aishe ami, sitaki aishe, nakwambia basi niache. Wako tayari. Injili kwa ajili ya hawa watoto. Hawataki kushindana bwana Yesu, asiweza hawataki. Wako tayari kutulia, kujifunza neno, wako tayari kusikiliza. Sio wewe huko unasikiliza unamwambia mchungaji muda. Wako tayari kunyenyekea wanaweza siwe. Sasa hiyo ndio ninakwambia, ni kwa sababu hiyo ni siri. Unapaswa kujua kwamba injili ya ufalme wa Mungu ni siri, na hiyo siri wanafunuliwa watoto wa Mungu. Na wewe mtoto wa Mungu mmoja wapo, ni wewe uliyefunuliwa siri hii, hakikisha kabisa unafuata na kuyaishi yale ambayo Bwana amekufunulia, kwa sababu nyakati hizi Bwana analianda kanisa lake kwa ajili ya unyakoo. Usisite kusapoti huduma hii kwa sadaka zako Usisite kusapoti. Bwana amekujalia toa, ili tuweze kufanya kazi. Tunahitaji vitu vingi, uh, vya kuendesha huduma mahali hapa, tunahitaji vitu vingi sana, hatuwezi tukataja vyote. Chochote ambacho Bwana amekujalia, sapoti kazi hii, ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mungu wa mbinguni akubariki sana, sema amen.